Umekuwa na mchezo wa namna gani, machuano ya namna gani? Tumezoea nyenye na mabingwa matetezi mara mbili mfululizo, lakini ghafla binivu msimu huu hata alama moja mmekosa. Nini kimewasibu? Uh, kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama. Pia nadhani msimu huu umetu, umetukalia vibaya kwetu sisi. Ah, inabidi uh, tena tutajipanga tena msimu ujao. Kwa hiyo wasichoke washabiki wetu, tunaomba waendelee kuja kwa wingi msimu ujao, tutafanya vizuri. Neno lako kwa uongozi nini wa kiboresho mwakani kwa namna ulivyoona timu yangu? Ah, timu yangu nadhani kama mlivyoona tuna vijana wadogo ambao tuna uwezo, tunajiamini. Kwa hiyo na imani msimu ujao kuna mahali ambapo tutaona kumepelea, tutaongeza vijana wengine zaidi ili Tuendelee na msimu mzuri, shukran sana. Asante, naungana sana. Na, na beki kisiki hapa ya e, rafiki yangu Lameck Lawi. Bwana mambo vipi? Ah, vizuri. Vizuri. Vizuri, mambo yanaenda, sikukuona kabisa, nikasema huyu bwana vipi, ghafla uko kwenye lineup. Hongera kwa mchezo. Asante, namshukuru Mungu. Mara ya kwanza unaonekana hapa kwenye kombe la Mapinduzi na mmefanya vizuri mkiweka clean sheet wewe na goli kipa wako. Nini ilikuwa siri, wakati hatuja kuzoea ukicheza na Twalibu? ni mara ya kwanza bila shaka kwenye e, mchezo wa kimashindano kitu cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, tumecheza tumecheza mechi tumemaliza salama. Mechi ya leo mwalimu ametokea kuniamini, maana tumefanya mazoezi tumefanya mazoezi, mimi na taribu uwanjani kwao, mwalimu ikatokea kutuamini. mm -hmm. Ndio maana tukacheza tukacheza vizuri kwao, tumewaheshimu wapinzani wetu, maana sio timu ndogo, timu kubwa, maana mabingwa watetezi hawa, mabingwa watetezi. mm -hmm. Watetezi sawa. mm -hmm. Ndio hivyo na nawaambiaje mashabiki wa Azamu ambao wameshazoea pia na wenyewe kulichukua ile kombe mara kwa mara ukiwaambia kule nyumbani? Ha, mimi nawaomba mashabiki wa Azamu waje kutusapoti, mana si timu yao. Tutaendelea kuwapa furaha, tutaendelea kila mechi, shida yetu si tushinde. Asante, shukrani sana. Asante. mchezaji bora Uh, wa mchezo wa leo ametangazwa kuwa ni goalkeeper wa timu ya Azam FC Aish Manula akipata tuzo hiyo kutoka Just Fit ambao wenyewe ndio wanatoa hiyo trophy. Kumbuka mchezaji bora anapata vitu viwili, anapata trophy kutoka Just Fit ambao na wenyewe pia ni wadhamini wa michuano hii, lakini tofauti na trophy pia uh, kuna kitita, kuna kibunda uh, shilingi milioni moja kutoka uh, kwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Mm -hmm. aki shilingi milioni moja e, mechi iliyopita ilikuwa Imidi, leo imekwenda kwa Aisha Manula, na mchezaji mwenye nidhamu imeenda kwa kijana ambaye ameonekana kwa mara ya kwanza kwenye mchezo wa leo, beki wa kati raia wa Nigeria huyu, na yeye amechukua shilingi laki tano yake kama mchezaji mwenye nidhamu. Kumbuka hii ni kwa kila mchezo zawadi hizi zinatolewa, hii ikitolewa na benki ya NMB ambaye ndio mdhamini mkuu wa michuano hii ambao sasa inaitwa NMB Mapinduzi Cup. E.